Jina langu ni Eva Rafael, ni meneja wa TRA mkoa wa Ilala. Uh, tuko hapa leo katika kituo cha kulelea watoto yatima na walio katika mazingira magumu kinaitwa Kind Heart Africa ambacho kipo cha uh, Chanika. Tumekuja kama ofisi lakini tukimwakilisha kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania uh, ndugu Yusufu Juma Mwenda kwa ajili ya kuja kuleta msaada ama kwa ajili ya kuja kuleta sadaka yetu kwenye kituo hiki. Ni kituo ambacho kinahitaji, kina mahitaji mengi kwa ajili ya kulea hawa watoto aa, na baadhi ya mahitaji ambayo walitupatia wana ya ambao wana upungufu ndio tumewaletea leo ikiwemo magodoro na mito aa, ya kutosha kwa idadi yao, watoto tumewaletea vyakula pia, lakini tumewaletea na vitu vingine mbalimbali mbali. Sisi kama ba, ofisi ya mkoa wa Ilala tumewakilisha taasisi, tumemwakilisha kamishina mkuu katika kurudisha kwa jamii, na safari hii tuko hapa katika kituo cha Kind Heart Africa kwamba Miongoni mwetu tunaishi na watu ambao wana mahitaji mengi, tunaishi na watoto yatima ambao hawakuchagua kuwa yatima, lakini pia tumebarikiwa kila mmoja kwa namna alivyobarikiwa. Rai yangu ni kwamba kadiri ulivyobarikiwa basi na wewe nenda kabariki wahitaji. Uh, hii ni ibada, sisi tumeichukulia kama ibada, tuko katika ibada Aa, na kila mmoja kwa nafasi yake akichukua nafasi yake kwa namna, kwa chochote kile akaja kuwatembelea, sio tu kituo cha Kind Heart Africa, lakini tunao wahitaji wengi miongoni katika jamii yetu. Kwa kweli tunawashukuru sana. Namshukuru sana Mungu aliyewatuma eneo hili kwa sababu tunahitaji, tuna mahitaji, tunahitaji tusaidiwe na jamii kwa sababu tangu tulipoanza tumeanza kwa shida shida hivyo hivyo, lakini kilipoanza kuzoeleka kwa watu ndipo wakaanza kuja kama mlivyokuja nyie, lakini nyie mmekuja zaidi, sijui kwa kuwa nyie ni watu wa tayari sijui, lakini Mungu azidi kuwabariki awazidi kuwafunulia mambo mbalimbali, na sio sisi tu, kuna vituo vingi vingine, tunawapa hata unga kidogo, kwa sababu wana ukosefu wa vyakula. Si tuna bahati sana kwa sababu mimi nimezoeana na watu wa kanisa wa misikiti wanakuja sana watu wa namna hiyo hapa, na wanapokuja basi najaribu kuwapa na wengine ambao hawana watoto, wasije wakalala na njaa, kuwalisha asubuhi mikate, kila mtu apate skonzi mbili au tatu, apate nauli ya kwenda shule, apate na hela kidogo ya kula huko shuleni. Kwa kweli inatuia vigumu sana, mara nyingine tunawaambia mkaze buti, yani mtulize matumbo yenu, kama ni njaa, mtarudi nyumbani mtakuja kula. Hiyo hela hasa nauli, nauli ndio zinatusumbua sana kwa kweli. Mimi ni mmoja kati ya watoto wa Kind Heart Africa. Kwa niaba ya watoto wenzangu wa kituo cha Kind Heart Africa, tunapenda kutoa shukrani kwa siku ya leo ambayo tumetembelewa na wageni wamekuja kutuona, lakini pia wamekuja kutuletea zawadi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao, lakini pia niendelee kuomba serikali na wanajamii wote ambao na uwezo wa kuja kutembelea, kwa kweli tunawaomba sana, kama una umejaliwa chochote, hata kama kuja kutuona tu, kwa maneno na kwa mawazo tunafarijika sana, kwa sababu tuna changamoto kubwa ambayo tunazo hapa, ni changamoto ya vifaa vya shule pamoja na chakula vifaa vya maradhi, kwa hiyo tunawakaribisha sana kituo cha Kind cha Afrika, karibuni sana. Naitwa na Sabia Fabian Sabia. Mimi ni mmoja wa watoto wanaoishi mahali hapa katika kituo hiki cha Kind cha Afrika. Napenda kuwashukuru ndugu zetu wa TRA kwa, kwa ujio wenu leo. Sisi tunafarajika tunapoona wageni, tunapata moyo, tunajua tuko peke yetu. Tunawashukuru tuna sana, na Mungu aendelee kuwabariki lakini pia zaidi ya yote, tunaendelea kuwaomba jamii yetu inayotuzunguka hapa, ndugu jamaa na marafiki, hata waliokopo mahali huko sehemu zingine ambazo hawakijui kituo hiki, waendelee kufika mahali hapa ili kuendelea kutupa support sisi watoto tunaishi mahali hapa ili tuendelee kufanya yale mambo yaliyokuwa mazuri tuendelee kufikia ndoto zetu katika jamii zetu. Pia Mungu amekuni akaendelee kutusaidia. Tunaomba jamii yote isisite kitu hiki, hakibagui dini, hakibagui jinsia, tunawakaribisha wote, na Mungu akaendelee kuwabariki wale wote ambao mtaweza kufika mahali hapa, na hata kwa mchango wenu wa maombi huko mlipo, hata msipoweza kufika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 E sita mwezi wa kwanza 2025, kwa awamu ya pili. Pia muula mpya wa masomo kwa kosi za IT hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.